Mheshimiwa, tunafahamu wakati ambao mwana wa Adamu atarudi, ila atujui siku wala saa. Wakati huo ni wakati ambao injili ya kweli itashuhudiwa kwa kila mtu, Injili ya ufalme wa Mungu itashuhudiwa kwa kila mtu, ndipo mwana wa Adamu atakuja. Sasa swali ni kwamba kwa nini hajaja mpaka sasa hivi? Mwana wa Adamu hajaja mpaka sasa hivi kwa sababu bado injili ya kweli haihubiriwi ama haishuhudiwi kwa kila taifa Injili ambazo zinashuhudiwa sasa hivi ni injili ya kuzaliwa upya, uponyaji, ufufuko, suji neema, maendeleo, baraka, ndio injili ambayo wanahubiri, ambapo sio injili ambayo alihubiri Yesu Kristo. Yesu Kristo alihubiri kuhusiana na ufalme wa Mungu, hiyo ndio injili ya kweli, hakuna injili nyingine. Kwa hivyo mheshimiwa, usijiulize kwa sababu gani Yesu hajarudi. Jiulize kwa sababu gani injili ambayo nataka tushuhudiwe haijatufikia mpaka sasa hivi. Si mawazo.